Kinyume na vile unavyoweza kufikiria, matendo mema hayawezi kuhakikisha majibu mema. Unajua, unaweza kuwa ulifanya jambo zuri kwa mtu ambaye hata hakusimama kusema asante. Nilisoma kuhusu kijana mmoja aliyemfungulia msichana mlango na msichana akamwambia, siyo lazima yunifungulie mlango kwa sababu tu mimi ni mwanamke. Na yeye akamjibu, hapana, kwa kweli na kufungulia mlango kwa sababu mimi ni mwanaume mwenye heshima. Jibu zuri sana. Sasa, katika maisha halisi, matendo mema hayawezi kila mara kuleta shukrani. Umewahi kufikiria kwamba Yesu alipitia hili mara kwa mara wakati wa huduma yake? Baada ya kumfufua binti ya Yairo, injili ya Mathayo inatuambia sasa katika sura ya tisa kwamba watu wawili vipofu waliokuwa na msimamo mkali walianza kumfuata Yesu na wanafunzi wake. Na hapa tunaambiwa katika mstari wa 27 vipofu wawili walimfuata wakipaza sauti, tuonee huruma, mwana wa Daudi. Sasa usemi huu hapa mwana wa Daudi ulikuwa ni cheo cha kimasihi unatokana na mbili Samueli sura ya 7 ambapo Daudi anaahidiwa mwana atakayeketi kwenye kiti chake cha enzi milele. Hawa vipofu kwa njia fulani walikuwa na uelewa na maono ya kiroho bora kuliko viongozi wa kidini wa wakati huo ambao walikuwa wanakataa madai ya Yesu kuwa masihi. Hatimaye Yesu akawageukia hawa vipofu na kuwaambia hapa katika mstari wa ishirini na nane, mnaamini kwamba ninaweza kufanya hili? Sasa Yesu hakuwa na nia tu ya kuwapa hawa watu uwezo wa kuona kwa njia yoyote ile alikuwa anachunguza mioyo yao kutafuta imani ya kweli, na ndivyo walivyojibu. Wakamjibu Yesu kwa kusema wazi kabisa, ndiyo Bwana. Na Yesu akajibu imani yao. Sasa, katika mstari wa 29, kisha akayagusa macho yao na kusema, kwa kadiri ya imani yenu na iwe kwenu, na macho yao yakafumbuliwa. Sasa hatujaambiwa hapa ni kwa nini Yesu aliwagusa macho yao. Hakika hakuwa na haja ya kufanya hivyo, angeweza tu kusema neno na kuwaponya. Labda ilikuwa kwa sababu alitaka kuunganisha wazi na bila shaka tamko lao la imani na nguvu zake za uponyaji. Lakini ngoja nikuambie, hii ilikuwa njia ya huruma sana ya kuwatendea hawa watu. Katika siku hizo, magonjwa ya macho ya aina yoyote, hasa upofu, yalichukuliwa kama adhabu ya kimungu kwa dhambi. Upofu uliaminika kimapokeo kuwa ni mkono wa hukumu ya Mungu. Sasa angalia kile mkono wa Mungu ulifanya, angalia kile Mungu mwana anafanya hapa, anawagusa na kuwaponya. Siwezi hata kufikiria kwa kweli ni muda gani umepita tangu hawa watu wahisi wema wa mbuso wa mtu mwingine. Basi Yesu anawaonya sasa hapa kwenye mstari wa 30 wasimwambie mtu yeyote kile alichofanya, lakini hawa watu wawili hawawezi kukaa kimya kwa sababu hawakumtii. Umati mkubwa wa watu sasa unaanza kumfuata Yesu na hawa watu wawili wanakimbia kutoka ndani ya nyumba. Sasa onyesho lingine la nguvu za Bwana linakaribia kutokea. Tunaambiwa hapa kwenye mstari wa 32, walipokuwa wale watu wawili wanatoka, tazama, mtu mmoja aliyekuwa amepagawa na pepo na alikuwa bubu aliletwa kwake. Na pepo alipofukuzwa, yule bubu akaanza kuongea, na umati wa watu ukashangaa, wakisema hakujawahi kuonekana kitu kama hiki Israeli. Lakini mafarisayo wakasema anatoa pepo kwa nguvu za mkuu wa mapepo. Sasa majibu yao yanapaswa kuwa ya kawaida kwako, kwa sababu shutuma hii hii ilitolewa kwa Yesu muda mfupi uliopita kule Marko sura ya tatu. Yesu alikuwa tayari ameonyesha wakati huo jinsi shutuma hiyo ilivyokuwa ya kipumbavu. Unajua, kama Shetani anawatoa pepo wake mwenyewe, basi anapigana dhidi ya ufalme wake mwenyewe dhidi ya yeye mwenyewe. Sasa tunapojifunza Injili wapendwa, tunazisoma kwa mpangilio wa wakati, yani kwa kufuata mpangilio wa matukio jinsi yanavyotokea. Mathayo atatuambia eh nini kinatokea baadaye hapa katika sura ya 13 na, na Marko kwa njia ataandika tukio hili katika injili yake sura ya sita. Akaunti ya Marko inatupa maelezo mengi zaidi, kwa hiyo ningependa tuchukue simulizi lake kwa sababu ya maelezo hayo. Na Marko anasema hapa katika sura ya sita mstari wa kwanza akaondoka huko akaenda mpaka mji wa kwao na wanafunzi wake wakamfuata. Sasa inaonekana Yesu na wanafunzi wake walifika Nazareti mapema kidogo katika wiki hiyo. Kisha mstari wa pili unasema hata ilipofika Sabato, akaanza kufundisha katika sinagogi na kwa njia hii ni mara ya pili Yesu anarudi katika mji wake wa Nazareti tangu aanze huduma yake ya hadharani. Uenda unakumbuka mahubiri yake ya kwanza aliyohubiri katika sinagogi hili kule Luka sura ya nne haikupokelewa vizuri kabisa. Kwa kweli, kwa kweli, baada ya kumaliza kuhubiri, watu wote walikasirika na wakajaribu kumtupa kutoka kwenye jabali, kwa sababu alidai kuwa ndiye Masihi. Unajua mimi pia nimewahi kuwa na watu waliokasirika sana baada ya mahubiri yangu mara moja au mbili, lakini bado hakuna aliyewahi kujaribu kunisukuma kutoka kwenye jabali angalau hadi sasa. Naam, nadhani wanafunzi wa Yesu walikuwa na wasiwasi kidogo. Unajua, labda walishangaa kwamba angependa kurudi Nazareti tena na hasa kuhubiri katika sinagogi hili. Lakini ngoja nikuambie, wapendwa, hili linaonyesha huruma yake ya uaminifu hata kwa wale waliomkataa hapo awali. Sasa kadiri tunavyojua, hii itakuwa ziara yake ya mwisho katika mji wake wa nyumbani, lakini bado hili ni tendo la neema kubwa sana. Hapo awali matendo yake mema hayakupokelewa na mioyo ya shukrani. Alikuwa anawafungulia mlango ili wapite, lakini wao walimkaripia badala yake. Mimi mwenyewe nashangaa kidogo hapa kwamba kiongozi wa sinagogi angemwalika Yesu ahubiri tena baada ya kile kilichotokea mara ya mwisho alipohubiri pale sinagogini. Inawezekana sasa kwamba sifa ya Yesu inayozidi kukua kama mponyaji, kama mtenda miujiza, labda hiyo imewafanya mioyo yao iwe laini kidogo. Kwa kweli baada ya Yesu kumaliza kufundisha, wakati huu injili ya Marko inaandika hapa kwenye mstari wa pili, wakashangaa sana wakisema, huyu mtu amepata wapi mambo haya? hekima hii amepewa na nani? Unaona, katika siku hizi eh, eh siku za Yesu, marabi walifundisha kwa kunukuu marabi wengine. Mahubiri yao kimsingi alikuwa mfululizo wa nukuu. Lakini Yesu mara nyingi alianza mahubiri au maoni kwa kusema mmesikia, imenenwa lakini mimi nawaambia. Kwa maneno mengine, Yesu hafundishi mapokeo ya kirabi, hafanyi kutoa nukuu za kidini na kuzifunga pamoja, anazungumza kwa mamlaka yake mwenyewe. Yesu alikuwa neno la Mungu. Basi umati pia unasema hapa katika mstari wa tatu, huyu si yule seremala mwana wa Maria na ndugu yake Yakobo na Yusufu na Yuda na Simoni na na dada zake si wako hapa pamoja nasi? Sasa tunaweza kuwa na uhakika wapendwa, kwamba kufikia wakati huu Yusufu, e, hakuwa hai. Kama angekuwa anaishi, desturi ya kawaida ya Kiyahudi ingemwita Yesu mwana wa Yusufu hapa. Sasa inawezekana kwamba kwa kumwita mwana wa Maria wanarudia kwa ujanja eh, ule uzushi nana na, na maneno ya umbea, mashtaka ya siku za awali, wakati Maria alipokuwa mjamzito nje ya ndoa. Mawazo yalikuwa kwamba Yesu alikuwa matokeo ya uasherati wa Maria. Kwa kweli, baadaye viongozi wa kidini watamshutumu Yesu kwamba alitungwa mimba kutokana na uzinzi. Yohana saa nane na madakika arobaini na moja. Kwa hiyo kumrejelea Yesu hapa kama seremala na kuonyesha kwamba ndugu zake wa kambo na dada zake wa kambo bado wako kijijini eh, hilo linathibitisha katika fikra zao kwamba Yesu huenda si kitu kingine ila ni mkulima wa kawaida tu kama familia yake wengine. Mafundisho yake yanaweza kuwa ya kuvutia, lakini wanakataa kwa kuamini kwamba yeye ni tofauti na wao. Sasa kama matokeo Marko anasema hapa kwenye mstari wa tatu, wakachukizwa naye neno la Kigiriki eh, linamaanisha walishangazwa vibaya na jambo zima. Kwa maneno mengine, anaona yeye ni nani? Sasa hapa kwenye mstari wa nne, Yesu anawapa medhali, nabii hakosi heshima isipokuwa katika mji wake mwenyewe. Na hebu ni kuambie, kwa sababu ya kutomheshimu, matokeo yake ni mojawapo ya mambo ya kusikitisha zaidi yaliyoandikwa kwenye Biblia tunasoma hapa kwenye mstari wa tano wala hakuweza kufanya muujiza wowote pale isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache akawaponya, naye alishangaa kwa sababu ya kutokuamini kwao. Najiuliza, labda na wewe unapitia kitu kama hicho kwa namna fulani. Leo kila mtu anaonekana kuthamini ushuhuda wako, isipokuwa watu wa mji wako mwenyewe, labda hata kwenye familia yako. Matendo yako mema hayaileti, unajua, shukrani nyingi kutoka kwa watu unaowajua. Basi naomba nikusihi uendelee kufanya hayo matendo mema. Yesu anaahidi kwamba kupitia matendo yetu mema watu watamtukuza Baba yetu aliye mbinguni. Sasa hatuwezi kuhakikisha ni akina nani hao watu watakuwa, lakini dunia inapokuangalia, Mungu atatumia maisha yako na ushuhuda wako kuleta utukufu kwa jina lake.